Naam, kama tulivyokujuza, tunaangazia athari za ukatili wa kijinsia kwenye jamii na ukatili na unyanyasaji huu bado ni ipigo kwenye jamii, wakati ambapo ripoti iliyotolewa na Jeshi la Polisi ya mwaka 2024 inaonyesha matukio haya yameongezeka na tutaangalia ni kwa kiwango gani, e, hali jinsi ilivyo kwa mujibu wa ripoti yenyewe. Lakini kwanza tukutambulisha wageni ambao tutakuwa nao hapa. Joyce Makweta yeye ni afisa ustawi wa jamii, karibu sana Joy lakini vile vile tutakuwa naye Samuel Moleli mtaalamu wa saikolojia karibu sana Sante. Na tutakuwa na Edison Kilatu ambaye ni wakili. Kabla ya kuzungumza eh, kwa kina, hebu tuangalie hali jinsi ilivyo kwenye ripoti ambayo anatuonyesha hapa Mercy kabisa good luck. Tuangalie hali jinsi ilivyo na mgawanyo wa matukio haya, ambapo ripoti hii imetolewa na jeshi la polisi inaonyesha kwamba kwa mwaka 2023 matukio yalikuwa ni 137448, kwa mwaka 2024 matukio yalikuwa ni 139256. Kwa hiyo matukio yaliyoongezeka ni 1808, sawa na asilimia 4 nukta 8. Hii ni kwa ujumla. Sasa sasa tuangalie mgawanyo wa matukio yenyewe jinsi ambavyo yalikuwa mikoa na wilaya zinazoongoza kwa ukatili. Mkoa wa Arusha unaongoza kwa kuwa na matukio elfu nne mia nane thelathini na matano. Kinondoni matukio elfu nne mia mbili na manne. Mkoa wa Tanga ni matukio elfu tatu na thelathini na sita. Dodoma matukio elfu mbili mia tano na kumi. Temeke ni matukio elfu mbili mia nne arobaini na matano. Temeke tunafahamu kwamba ni mkoa wa kipolisi uh, kwa Tanzania uh, mtazamaji anaweza asije akachanganya hapo, na tuangalie sasa uh, mgawanyo mwingine kwa upande wa matukio ni makosa ya ukatili kwa mwaka 2024, na uh, upande wa ubakaji matukio ambayo yaripotiwa ni elfu nane mia tano arobaini na moja Uh, upande wa shambulio matukio ambayo yaliripotiwa ni matukio elfu saba mia tatu hamsini na tatu. Kudhuru mwili ni matukio elfu sita mia saba ishirini na sita yaliyoripotiwa. Kujeruhi yaliyoripotiwa ni matukio elfu nne na thelathini na matano. Lugha mbaya ni matukio yaliyoripotiwa ni elfu tatu mia tatu sitini na moja. Hivi ndivyo mgawanyo ulivyokuwa kwa upande wa matukio haya, na kama tulivyoonyeshwa ni kwamba kutoka mwaka 2023 hadi mwaka 2024 idadi ya matukio haya yameongezeka. Safi, eh, sasa hebu tuangalie eh, kwa nini Joy, inaonekana matukio haya yanazidi kuongezeka badala ya kupungua. Ya, asante sana nashukuru kupata nafasi hii tena hapa. Matukio ya ukatili kama ambavyo yameelezwa ya ya kwenye ripoti hii ya, ni matukio ambayo yanakuwa ya na visababishi mbalimbali na ukiangalia hivi visababishi vingine vinabadilika kutokana na nyakati. Ndiyo. Lakini vingine ni vinabaki pale pale lakini vinakuwa vinaendelea kuwepo sasa kwa kuongezeka kwa matukio ya ukatili yamekuwa yanasababishwa na mambo mengi. Ambalo la kwanza ambalo linaweza likasababishwa hata na kwa zamani ambavyo sio kwa sasa, ni ile hali ya ugumu wa maisha ndio. Yaani, labda huo umaskini unaweza ukachangia moja ya ukatili kutokea katika jamii, lakini pia katika ugumu wa maisha inafanya watu kuwa bize, yaani watu kuongeza spidi ya kutafuta unakuta wale ambao wanapaswa wana kubaki kwa ajili ya kusimamia labda familia au kusimamia wat, watoto ata huo muda utampasa yeye kusaidia kuongeza kipato cha familia. Kwa hiyo pia imekuwa ikichangia, lakini pia m, ni, ni mmomonyoko wa maadili. Mmomonyoko wa maadili pia unachangia, kwa sababu tukiangalia namna ambavyo ukuaji na maendeleo ya kijamii jinsi yalivyo kuna mambo mengi ambayo watu wanayafanya ambayo yako nje na tamaduni zetu mm. Hiyo ni moja ya sababu, lakini pia inaendana na usasa, watu kutaka kuishi maisha ya usasa zaidi kulingana na mabadiliko tunayosema haya ya kijamii au tunasema mabadiliko ya kiteknolojia. Kuna mambo yanamsukuma mtu kufanya kuendana na hali iliyopo bila kuangalia angalizo au madhara ambayo anaweza kukutana nayo model. Kwa upande wa saikolojia kwanza, nyiwe wataalamu wa saikolojia, mnavyoona matukio haya yanaongezeka kila mwaka, tunaangalia 2022, 2023, 2024 yanazidi kuongezeka, kwenu hii mna itafsiri vipi? Nashukuru ndugu mtangazaji pamoja na watazamaji. Ni kweli kwa karne hii ya sasa hivi changamoto ni kubwa na takwimu kadri zinavyozidi kuenda zinakuwa ni, ni kubwa, lakini e, sehemu kubwa sana ni kwamba e, asilimia kubwa ya watu hatujitambui, hatujifahamu. Tunasema kwa mfano kwenye ndoa ndio msingi wa maisha yetu yalipo ndio. E, dada yangu amezungumza habari ya malezi. Malezi ndio msingi wa mambo yote. E, baba na mama wanapokuwa pamoja, mambo yanakwenda vema, lakini ukitizama saikolojia ya, ya mtu kwanza, mtu mwenyewe e, mtu katika ufahamu watu wanaiga kama dada alivyozungumza, tuna matamanio makubwa, hasa vijana wa sasa hivi, mm. jambo ambalo eh, eh, baba amelifanya miaka ishirini, kijana wa leo anataka mwaka mmoja akamilishe yote. Matamanio makubwa mm. yanatuletea shida na matamanio makubwa yanamjengea mtu woga. mm. na ukumbuke ukiwa na woga hauwezi kujipenda, hauwezi kujithamini. yes maana yake kuna kemikali inayozalishwa ndani ya mwili inaitwa cortisol. Ikizidi ndio kemikali inayozalisha msongo wa mawazo mm -hmm. Utaona watu wengi wana, hasa vijana, wanahamia kwenye pombe, kujigeresha pale kama vile kupunguza kasi ya kile ambacho matamanio yake hayajafika. Kuna matamanio makubwa, ili ufikie kwenye lile jambo mm -hmm. Haufikii. Kumbe mtu anatakiwa aanze kidogo kidogo kwa kile anachokiweza, kile anachokifanya maana mm -hmm. yake ukithamini unachokifanya kesho kile kile kitaweza kikajaa vizuri, lakini ukitamani kufika Jumamosi wakati uko Jumatatu, lazima changamoto hiyo iwe iwepo. Ndio maana sasa hivi sehemu kubwa ya, ya, ya watu tunasumbuliwa na depression, kwa maana yake kwa mambo yaliyopita unawaza mambo yaliyopitwa, nilitengwaje, nilibakwa labda nilifanywa. Lakini mambo hayo, mambo hayo yanahusika vipi na ukatili, ama yanachangiaje mtu kufanya ukatili? Kwa mfano kama mtu ana msongo wa mawazo ama kama ulivyosema ana ile hamu ya kutaka kupata mafanikio ya haraka. Asante. E, ina- inatokea hivi kwamba e, nilifanyiwa kitendo kile. Ili mtu aishi vema, anatakiwa aminte, a, a, a maintain present moment, jinsi tulipo hapa tunaendelesha hiki kipindi sasa hmm. Uki, ukiwa na uwezo wa ku, wa kudhibiti, kutambua uwepo, uwepo ndio utambuzi maana yake ukiwa na depression unaendeshwa na jana, unawaza yaliyopita yeah, leo hayupo. Ukiwaza yajayo, kesho hujafika, leo utakuwa hauendi. Maana yake utajikuta unasukumwa kufanya mambo ambayo hayahitajiki kwenye jamii, na ndio pale utajikuta unakunywa labda pombe kupitiliza, inakuingiza kwenye kufanya jambo, kumzuru mtu kwa shambulio ambalo linaweza likaleta madhara kwenye jamii. mm. Mm. Ndio, ndio lakini maana yake sasa, mtu, mtu kama huyu unapokuwa na personality disorder, eh haiko katika usawa, upo katika hali ya kutokuwa sawa. Ukiwa na matarajio makubwa maana yake hauko sawa, lazima upate mtaalamu akusaidie. Ukiwa na depression maana yake unawaza yaliyopita, yanakuvuruga yanaibua mateso ndani mwako, utashindwa kuona vinavyotakiwa vionekane ndani ya vile ambavyo unatakiwa uvifanye na uone thamani ya maisha. Sasa, e, sasa ndio pale utajikuta haujipendi, uwezi ukapenda. Haujithamini, uwezi ukamthamini mwingine. Mwingine akifanya hivi wewe kwako una react na lile jambo vibaya. mm -hmm. Kumbe hajamaanisha vile, wewe kwa vile ume uko jana na unawaza yale, yeye akizungumza sasa hivi jambo la kukujenga unaona kama vile ana, ana, ni baya. Yes. Kwa hiyo unajikuta unaona mabaya tu, ndio pale unajikuta haya mambo yanaongezeka sasa sehemu kubwa unakuta watu wana matatizo ya afya ya akili. Ndiyo. watu wana ugonjwa wa akili hospitalini, wengine hawaendi, wengine hawaulizi awa ushauri. Changamoto inakuwa ni kubwa kwenye, kwenye jamii yetu ya leo mm -hmm. mm -hmm. sawasawa so, so, tutaangalia pia e, maoni ya wananchi na moja kati ya mikoa ambayo kama walivyotueleza pale kwenye jedwali mm -hmm. inaonekana e, matukio haya yamekuwa yakitokea kwa, kwa kiasi kikubwa ni pamoja na mkoa wa Tanga. Hebu tusikilize, wananchi wa Tanga wana maoni gani kuhusiana na matukio haya. Nyumba moja yenye vyumba kumi, wanakaa familia kumi. Hizi nyumba zina mchango mkubwa wa hichi ambacho kimezungumzwa, kwa maana nyumba moja yenye vyumba nane, vyumba sita ambavyo wanakaa familia tofauti. Mtu mmoja analala na watoto wake ndani wa kiume waki na wa kike hii nawe mmoja katika sababu iliyosababisha haya matatizo ya kijinsia kwa maana ya uonevu, ukatili kwa watoto, ukatili kwa kina mama, ukatili kwa mabinti. Na watu wanaweza wakafikiria ili jambo linazungumzwa utani, lakini ile jambo lila lipo na ni kubwa. Lakini sababu nyingine tunaofanyiana huu ukatili mara nyingi ni familia kwa familia, yaani mtu wa ndani ya familia anaweza kumfanyia ukatili mtoto wake au mdogo wake au shangazi kwa mjomba, kwa zile kesi mara nyingi zinamalizwa kifamilia, hazifiki katika vyombo vya kisheria. Hili nayo ni, ni tatizo kubwa la kufanya ya mambo yaendelee kuwepo. Kwa la kimsingi zaidi tunatakiwa tuwe wakali kwenye familia, lakini lingine solution ni kupunguza swala la malazi. Sisi tumeelekezwa mtoto wa kiume walalaje na watoto wa kike walale kwa staili gani? kwa maana saa nyingine nyumba moja wageni wakija kutoka maeneo mbalimbali wanalazwa chumba hicho kimoja, watoto wa kike na wa kiume chumba kimoja, baadaye mtu anawabaka. Hakuna kuaminiana namna hii. Hata aje mtu mwenye ndevu kama zangu, aje mtu ana singa kama yangu, lakini usikubali kumlaza na watoto. Ni hii michezo, yani utafutaji wa kina mama, hii michezo yetu ulioingia vikoba, maregesho, sijui mondokasi, unamkuta mama yuko bize mno ya kutafuta maisha kuliko kuzingatia watoto Umeona, unakuwa muda mama kumdhibiti mtoto wake hana kutwa, yuko moto kasi, mara ana kikoba, mara na maregesho, mara na mondo kasi. Kwa hiyo unakuwa muda wake Mungu anatafuta hela, ulezi katika mambo ya ulezi kaudi nyuma, kiulezi shule unaingia una, shule una asubuhi kutoka saa kumi na moja na nusu unampa mtoto wako mia mbili mia mbili itamtosha mpaka saa kumi na moja na nusu haimtoshi. Mwisho wa siku atapewa mtu mwingine, atapewa na mtu mwingine hela jero, siku ya kwanza, akapewa siku ya pili, siku ya tatu, naye atoa apewe. Wazazi wawape watoto wao hela ya kutosha, ili mtoto aweze kukidhi mahitaji yake ya shule. Haya, wananchi wa Tanga wakieleza hivyo. Na, na kama ulivyoeleza, kuna matukio ambayo yanaonekana na e, yameripotiwa kwa kiasi kikubwa, matukio ya hmm, ubakaji, kudhuru mwili <coughs> e, yani, yani matukio ya kuumiza eh, mashambulio na vitu kama hivyo ambavyo moja kwa moja yanatengeneza maumivu eh, kwenye mwili wa mtu ambaye anafanywa hivyo. Na wahanga mara nyingi ni yale makundi ambayo wanasema yako vulnerable, yani makundi wale makundi ambayo wanyonge, si nisemeje. Yaani kama vile mabinti wadogo, watoto, unaona ndio ambao wanakuwa wahanga zaidi wa makundi kama hayo. Lakini sasa swali ambalo linakuja, eh, tumeona sababu zinatajwa nyingi sana za kwa nini matukio haya yanatokea. Wengine wanaeleza sababu kama walivyoeleza wale wananchi, lakini nyie ni wataalamu zaidi, mkuwa mnajaribu kugusia hapo. E, ripoti hii ya jeshi la polisi inaonyesha kwamba haya matukio yanaongezeka licha ya e, adhabu ambazo zinatolewa, licha ya namna ambavyo tumekuwa na jitihada za kudhibiti, lakini bado inaonekana kama e, haijafanya kazi. Nini kinaweza kikafanyika, pengine kikaongezwa kwenye e, namna tunavyokabiliana na matukio kama haya ili kufanya pengine wanaofanya matukio kama haya waone kwamba wao wenyewe waki, wakifikiria kuhusu kitakachowapata pengine waachane nayo. Joy, ya yeah, kwanza niseme ni, ni, ni, ni tu kwamba haya matukio pamoja na kwamba yanaonekana kwamba yanaongezeka, pia ni namna ambavyo elimu kwenye jamii imepita mm, kwamba utoaji wa taarifa umekuwa kwa sababu sasa hivi swala la kuruhusu ukatili kila mara unasikia kwenye matv kwenye nini, unakuta mara nyingi ili jambo limekuwa likisikika. Kwa hiyo watu wanapata uelewa, lakini pia kule kwenye jamii, serikali kama serikali imeshaweka mifumo mingi ya kufanya hili jambo liweze kusikika. Ukiangalia kule kwenye jamii yetu kuna watu wanaotoa huduma, kuna mashirika yasiyo ya kiserikali, kuna watoaji huduma wa kiserikali ambao wametengenezwa wame kule kwenye jamii, lakini pia serikali za mitaa, of, uh, ofisi za kata zote kule kumejengiwa uwezo kwao. Mikutano mara nyingi inapita, wananchi wanapata taarifa sahihi, namna na ya kujua kuhusiana na ukatili. Kwahiyo watu wanaripoti, ingawa kwenye taarifa hizo ziko ambazo bado hazikuripotiwa hizi ni tunazisoma zile ambazo zimekwenda kwenye mfumo rasmi. Ziko ambazo imetokea tu basi mjomba au shika, mdogo mtu au nani, basi tulimalize, hizo pia zimekuwepo. Sasa kwa namna ambavyo tunaiona hali ilivyo na matukio jinsi yalivyo na sababu zake, kwa hiyo namna ya kudhibiti, kwanza kuna elimu kama tulivyosema kwamba elimu imefikia, ndo maana taarifa zinatolewa, basi elimu juu ya namna gani ya kudhibiti mm. kwamba kila mtu aweze kusikia sauti ya kwamba hili ni tatizo na kama hili ni tatizo, ni tatizo ni namna gani tuweze kufikia huko na hata tukisema kipindi hiki cha leo tayari kuna watu watasikia, wataanza kuchukua hatua. Hilo eneo la kwanza, lakini eneo la pili ni watu kuwajibika kwenye eneo lao la malezi, kwa sababu sababu za matukio ya ukatili, ukija ukaangalia kesi zinazotujia unakuta nyingi visababishi kuna migogoro ya ndoa, watu wanagombana kiasi kwamba wanawaza ma, ma, migogoro ya mahusiano yao, wanasahau majukumu yao ya malezi. Lakini pia tunaangalia watu ambao wako bize na uchumi kutafuta pesa, na wanasahau eneo la malezi mm. Lakini watu wa, kama tulivyosema, ni mmonyoko wa maadili. Kuna watu wanaacha nafasi za kumkumbuka Mungu au ile hali ile tunasema ile kukidhi ile na ni hali ya, ya, ya kiroho sawa, imekuwa imepungua na hii ni kwa sababu wa ubize wa, wa watu kila siku. Kwa hiyo hivi visababishi tunavyoviona ni vile ambavyo vimekijamii, lakini ukiangalia pia katika uten, utendaji wa ki, wa kiserikali kwamba ongezeko la uwepo wa wataalamu linasaidia na tayari tunaangalia, mfano ukiangalia, kwenye jiji letu la Dar es Salaam, sisi tunasema karibu kata nyingi za masosa ya jamii ambao ndio tayari kwa ajili ya kutoa elimu kwa ajili ya kupokea hizo taarifa na kuweza kudhibiti. Mm -hmm. Lakini pia wazalishaji wa wataalamu wa saikolojia ni kubwa, labda tu ni, watu hawajui namna ya kuwatumia kwamba unapokuwa na misongo migogoro, sijui migogoro ya ndoa au miso, miso, ta, matatizo binafsi unashindwa kuhimili kwamba wako wana saikolojia wanaweza kusaidia kukuondoa ili kusudi upunguze ile hali ya kuwa na msongo wa kufanya wewe ukafanya mambo mengine. Na hata kwa wale ambao tayari watoto walishafanyiwa ukatili, ambao saizi ni watu wazima, walifanyiwa zamani, wanalo wamelibeba lile machadi trauma wanayo ambayo anaweza kumfanya leo akaenda kufanya makosa ya ukatili kwa mtu mwingine, kwa sababu yeye huku nyuma alipitia hakuondolewa. Kwa ona, saikolojia wapo kwa ajili ya kusaidia kumuondoa mtu kwenye hizo hali. Watu hawajui, hawajui tu namna kuwatumia, lakini tayari watu wapo na utendaji, utendaji unaendelea kila siku. Ni sisi kuhakikisha kwamba tunachukua hatua, lakini pia watu kujua kwamba unapoona kuna dalili zozote za mtu ambaye anataka kufanya ukatili ama mtoto anataka kufanyia ukatili au mtu mwingine, unatakiwa utoe taarifa. Hata kwenye sheria ya mtoto ya mwaka elfu mbili na tisa iliyoboreshwa mwaka elfu mbili na kumi na tisa imeeleza unatakiwa kutoa taarifa popote pale unapoona kuna dalili za ukiukwaji wa haki za mtoto au mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo naweza nikasema hivyo, lakini pia tuna, tuna, tuna, tuna kamati kama tumezisikia kamati zinaitwa kamati za MTAKUWA. Hizi kamati ziko kwenye jamii yetu kila mtaa, kila kijiji, kamati zile zipo, zinaendelea kufanya kazi kuhakikisha kwamba zinasaidiana na jamii kuweza kutoa elimu na kudhibiti hivi, kwao tunaona ili kusudi kupunguza haya ukatili kwa ujumla, mm. jitihada zinatuhusu kila mmoja, na tunaona na serikali na sehemu yake na vyombo vya habari vina sehemu yake, kama ambavyo leo tunafanya. Asante sana yes. na tumeangalia hapo eneo hili lote la saikolojia pamoja na ustawi, lakini tuangalie pia eneo la sheria. Limekuwa ni moja eneo ambalo linanyoshewa kidole kwamba kesi hizi nyingi zikienda katika mkondo wa sheria uh, yule ambaye ameathirika uh, wengi wanaona kwamba hapati haki stahiki, hasa hasa linakuja swala zima la kwamba kesi huwa zinakosekana ushahidi. Uh, waliofanya haya matukio tunawaona wakiendelea kuishi mtaani. Uh, wa kwa hiyo kwa namna moja au nyingine inakuwa inarudisha nyuma uh, harakati za mapambano katika eneo hili. Tufahamu ni nini hasa ambacho huwa kinachangia kesi hizi kuto kuwa zinafanya vizuri pale zinapofikishwa katika mkono wa sheria. Tunaye hapa wakili Edson Kilatu kuzungumza naye, karibu sana. Habari za muda huu Kilatu, kama unatupata Asante sana nawapata vizuri hapo studio. Tueleze juu ya kesi hizi ambazo zinahusisha ukatili, ni kwa nini huwa zinakuwa ni miongoni mwa kesi ambazo uh, hukumu zake hatuzioni, hasa hasa tunaambiwa kwamba zinakosa ushahidi? Ni nini hapa changamoto iliyopo? Ya, nashukuru sana kwanza kwanza niseme tuna tatizo kubwa la, la ja, kwenye jamii yetu hasa kwenye mambo ya ya mila na desturi za jamii zetu, kwa sababu ukatili mwingi unafanyika kwenye ngazi ya familia. Unakuta labda pengine aliyefanya kitendo pengine ni kaka wa mtu au ni mjomba au ni ba mdogo. Sasa jamii yetu mara nyingi na tabia kulindana, kwa hiyo inavyotokea jambo hilo, unakuta wanaficha hizo taarifa zenyewe zinafichwa lakini hata ikitokea kwamba labda kuna msamaria amefichua, zimefika kwenye polisi na baadaye mahakamani, mara nyingi kupata ushahidi huwa inasumbua sana, kwa unakuta watu mara nyingi hawapo tayari kutoa ushahidi, au hata akija kutoa ushahidi mtu anaweza akaharibu ushahidi makusudi, alimradi tu hakikisha anaendelea ana, ana kumlinda yule mwanafamilia ambaye amejihusisha kwenye, kwenye, kwenye jambo hilo. Kwa hiyo hiyo kwa kweli imekuwa ni changamoto kubwa sana la mtizamo hasi wa jamii hasa inavyokuja kwenye haya masuala mazima ya, ya, ya, ya ukatili. Lakini kingine pia unajua ukatili kwenye jamii nyingi za, za, za kwetu za Kiafrika ilionekana kama ni jambo tu la utamaduni wa kawaida. Yaani watu wengi walikuwa li kama serious. Lakini jinsi elimu inavyoendelea kujitokeza walau tunaona mwamko wa watu unaanza kuongezeka kwa at least hata uh, kiwango cha kwenda kutorea taarifa matukio haya walao kumekuwa na ukiangalia ripoti mbalimbali, angalau kuna nyongeza kidogo, imekuwa ikiongezeka, tofauti na kipindi cha nyuma ambacho hali ilikuwa mbaya. Na hii imesababisha kwanza na elimu ambayo inaendelea kutolewa, lakini pia kuanzishwa hata madawati sehemu mbalimbali. Kwenye asasi za kiraia zina madawati, kwenye jeshi la polisi limekuwa na madawati kwa hii imetoa angalau fursa, kumekuwa na forum ya watu angalau kwenda kupeleka taarifa inavyotokea matukio, ni tofauti na kipindi cha nyuma ambapo hatukuwa na fursa hiyo. Kwa matukio mengi yalikuwa yanapotea kabisa, hata, hata angalau kutoa taarifa ilikuwa sio rahisi sana. Kwa hiyo naweza nikasema walau tumeanza kupiga hatua angalau kuanza kufichua. Hili jingine la kutoa ushahidi kwenye mahakama, nafikiri lenyewe linahitaji kuendelea kutolewa elimu ili watu waone ubaya wa jambo hili linaofanyika, na kila mtu achukie na aone hamna haja ya kumficha mtu ambaye anafanya matendo hayo ya ukatili; ni matendo ambayo ni mabaya sana. Mm -hmm. Shukrani sana uh, wakili, tutarejea hapo kwako na muda wetu nao unatutupa mkono kabisa. Good luck. Tumezungu tumesikia wale waliotoa mchango kule Tanga, wamesema, kuna mmoja amesema nyumba yenye watu kumi wanaishi, ina vyumba kumi, zinaishi familia kumi. Kinachotufanya tuishi hivi ni uchumi. Yeah. Sasa wanawezaje hawa familia kumi kwenye nyumba moja wakaishi na vitendo vya ukatili wa kijinsia visitokee? Tunawasaidiaje hapa, mtaalamu wa saikolojia? Asante, ndugu mtangazaji na ndugu mtazamaji, ni kweli e, hao watu e, unaweza ukawasaidia kwa sababu ukombozi namba moja kwa maisha ya mtu ni mtu kujitambua yeye e, maana yake pamoja na hali kuwa ngumu, unajua, kwa mfano mitandao hii ya kijamii kukua, mtu yuko karibu na, na, na watu, yuko mbali na yeye yuko mbali na Mungu. Ili nafsi iwe iwe hai, lazima mtu awe karibu na yeye na nafsi yake hmm. Maanakemaana yake ni, e, ni kwamba e, ukiwa unafuatilia vya mitandaoni wanayosema watu ndivyo vitakavyojaa kwako. Ndiyo. Wewe hutajiona, hutaona vya kwako na hautaona nje, uko mbali na wewe. Sasa chochote kile utakachokifanya kitakuwa ni tofauti. Maana yake sasa hivi kuna watu wanaofikirishwa na kufikiriwa, hawafikiri. Hawa watu wako pamoja, wale wakiweza kufikiri kidogo kila mtu atatafuta cha kufanya hmm. Lakini lazima eh, elimu kama hii tunayotoa, kuna anayesikiliza anaelewa. Ile kipindi kimepita kilichopita, kuna watu wamenipigia simu, unakuta mwingine anakuambia nimeshakata tamaa ya kuishi, lakini ukimwelekeza jinsi anavyotuona hapa, yule mtu anapiga simu, unamsaidia sasa. Eh, ni yeye kuchukua hatua apate mwanasaikolojia, lakini pia eh, aweze kuwa tayari kuridhia yeye mwenyewe kutoka katika hali ile ambayo sasa watu kumi sehemu moja mm, wote wana macho wana mikono, lakini ni familia hizo za dio, watu kumi, lakini sawa ni watu kumi mm, lakini wote wanajiweza wana akili, waki, waki, waki wakisikiliza vipindi kama hivi au wakatafuta ushauri, wanaweza wakatafuta cha kufanya mwisho wakajikwamua kutoka kwenye ile hali. Maana yake sasa unakuta sasa, chukulie kwa mfano, mtu ana magrupu ishirini na yote anataka ajibu ana mtandao wa WhatsApp ana Twitter wote anataka aone, kinachofanyika hakuna atakachofanya. Mwingine anaingia kwenye kubeti, ndiyo kazi na anarudi pale pale ndani. Lazima kila mtu atafute cha kufanya, lakini pia kikubwa ni kutafuta mwanasaikolojia aweze kumtatua, kwa sababu wengi tumejaa negative, mtazamo hasi kwa wengi ni mkubwa kulingana na hali ngumu ya maisha, lakini ukiwa na mtazamo chanya utakuwa na uwezo wa kubadilisha uhasi ili uweze kusonga mbele. Mm. Sasa, e, Joy, wakati tunamalizia sasa, ili tuweze kupunguza idadi inayoongezeka ya matokeo ya ukatili nini kifanyike kwenye jamii? Cha kwanza ni jamii kutambua nafasi zao, kila mtu aweze kujua nafasi aliyokuwa nayo. Kama ni mlezi, ujue kwamba una wajibu wa kutoa malezi sahihi kwa mtoto. Tunasema malezi sahihi ni ile ukuaji wa mtoto kwenye maendeleo ya mtoto lakini pia kwenye zile hatua za ukuaji wake, kuwe kuna ulinzi na usalama kwake. mm. hii itasaidia lakini pia kujitambua, kwa maana ya kupunguza migogoro isiyokuwa ya lazima katika, katika familia zetu. Kuna migogoro inayokuwepo ambayo inachangia hivi vitu kuwepo, kwa hiyo tukipunguza migogoro, tukipunguza vitu ambavyo vinaweza vikasababisha karaa nyingine ambazo inaweza kapelekea uwezekano wa kupata hivyo. Lakini mm. pia matumizi ya vileo kulipitiliza, kwa sababu katika moja ya sababu ambazo tumeziona ni kuna watu ambao wanatumia vileo kupitiliza tiliza mara nyingi wamekuwa wakitaka kujaribu mm -hmm. au kufanya matukio kama haya mm -hmm. Hivi ni vitu ambavyo tunaviona vya msingi, lakini kingine pia ni imani zile potofu. Imani potofu zimekuwa zikichangia pia katika watu kufanya vitendo hivyo wakiwa wanaelekeza kwenye hiyo kwao. Tukitambua nafasi zetu, tukijitambua, tukijitambua ni moja ya silaha kubwa sana ambayo inaweza katusaidia sisi kujilinda na ku kutokea kwa haya matukio yeah. Lakini pia kuzuia yeah. Watoto wasifanyiwe matukio au watu wengine wasifanyiwe matukio kama haya. Asante. Mm. Yes. Na kilatu kwa kumalizia, kama bado unatupata kwa upande wa sheria, kwa dakika moja, zungumza na watazamaji ya. Kwa upande wa sheria mimi nafikiri, moja ya kitu cha kufanya labda kwa wenzetu uh, wa jeshi la polisi labda waongeze pia kuwa na urafiki zaidi na jamii ili jamii ione polisi ni sehemu ya sehemu rafiki sana kwa ajili ya kwenda kutoa ushirikiano, kutoa taarifa. Lakini pia tuendelee kuelimisha jamii ili watu wawe tayari kutoa ushahidi kwenye mahakama. Unajua, kumekuwa na kasumba, watu wengi wanafikiri mbona ukitoa ushahidi unaweza kufungwa wewe. Siji hii kasumba imetokana na uelewa mdogo. Kwa hiyo tuwaelimishe watu kwamba kwenda kutoa ushahidi mahakamani ni jambo zuri na huwezi kufungwa kwa sababu ya kutoa ushahidi mahakamani. Edson Kilatu na mwalimu Samuel, umesema una kitabu hapa ambacho kinaweza kusaidia. Eh, nina kitabu ambacho kinasema afya ya akili, kinaenda kwa jina la afya ya akili na ustawi Ndania wa ndoa ndani ya huku, kumeandikwa mada hii tunayoizungumza hapa, na ni kitabu kizuri kwa sababu kinajenga utu wako wa ndani, lakini ukitaka kupata kitabu hichi, kwa wale wenye simu za Android unaingia kwenye spring, plo, spring, pl, spring Play Play Store, na wenye simu za iPhone wanaingia kwenye eh Spring Play App Store. Mm. Kwa wale wengine basi unanipigia namba yangu ya simu ni 0785 270 390 0785 270 390. Hai, eh, kidogo naona alikuwa anasisitiza kama kuna jambo. Yeah. Kidogo sana. Nilitaka kuongeza kitu kidogo nilikisahau ambacho naona kimekuwa kimetajwa katika hayo maeneo ya ukatili. Mm tunasema namna ya kuripoti taarifa kwa usahihi ili kusudi kesi zisiingie migogoro. Mm. Kesi nyingi zinakuwa zina changamoto kwa sababu mtoto amefanyiwa ukatili, mtu anamchukua mtoto anaenda labda anamwandaa ndo. Mm. anampeleka polisi. Mm. anampeleka hospitali kwao. Namna sahihi ya kusimamia mwanga wa ukatili ni jambo la muhimu sana, ambayo tuka tuliangalie na kuripoti kwa usahihi ndani ya masaa ishirini na nne lazima uwe umemfikisha mtoto kwenye sehemu husika. Sasa na Joyce yes, Maketa, shukran sana pia. E, kwa ku, na, na kitabu hicho pia muhimu kukipata ili kuweza kupata hiyo elimu kwa kina zaidi. Kwa sasa tunakamilisha hivyo na mengine yataendelea. <muchos>